Karibu katika mada leo tutaangalia njia sita za kupunguza maumivu ya kichwa kwa haraka na nini cha kufanya kama maumivu yakiendelea. Maumivu ya kichwa ni tatizo linalowakumba watu wengi na yanaweza kusababisha msongo wa mawazo, upungufu wa maji mwilini, mabadiliko ya homoni au hata uchovu. Badala ya kutegemea dawa kila mara, kuna njia ya asili zinazoweza kusaidia kupunguza maumivu ya kichwa kwa haraka. Njia ya kwanza. Kunywa maji ya kutosha. Upungufu wa maji mwilini ni moja ya sababu kuu za maumivu ya kichwa. Mara unapohisi maumivu, kunywa glasi mbili za maji baridi. Unaweza kuongeza limao au asali ili kuboresha ladha na faida ya kiafya. Faida ya pili, njia ya pili, kutumia barafu au kitambaa chenye maji ya moto. Weka barafu kwenye kitambaa, kisha weka kwenye paji la uso na nyuma ya shingo kwa dakika kumi. Unaweza pia kutumia kitambaa cha moto, warm compressa kwenye shingo au mabega kupunguza mvuto wa misuli. Njia ya tatu, kupumzika katika sehemu tuli tulivu au yenye giza. Mwanga mkali na kelele zinaweza kuongeza maumivu ya kichwa. Tafuta chumba tulivu, funga macho na pumzika kwa dakika 20 mpaka 30. Njia ya nne Kupata kupaka mafuta ya lavenda. Mafuta ya lavenda huongeza mzunguko wa damu na kupunguza mvutano wa misuli ya kichwa. Lavenda husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutuliza mwili. Huweka tone chache kwenye paji la uso na upake taratibu kwa mzunguko. Njia ya tano kufanya mazoezi na kuvuta hewa kwa kina deep breathing. kukosa oksijeni ya kutosha mwilini kunaweza kusababisha maumivu ya kichwa. Jaribu kupumua taratibu kwa kutumia mbinu ya deep breathing dakika tano. Unaweza pia kufanya mazoezi madogo madogo ya kunyosha shingo na mabega. Njia ya sita: kunywa chai ya tangawizi. Tangawizi ina sifa ya kupunguza maumivu na kuondoa mvutano wa misuli. Tangawizi husaidia kutuliza mwili na kupunguza stress, msongo wa mawazo tayarisha chai ya tangawizi kwa kuchemsha vipande vya tangawizi vyenye maji ya moto kwa dakika tano mpaka kumi. Unaweza kuongeza limau au iliki au vitunguu swaumu. Nini cha kufanya kama maumivu yanaendelea? Ikiwa umejaribu njia hizi, lakini maumivu hayaishi, chukua hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza, pima shinikizo la juu la damu. Maumivu makali ya kichwa yanaweza kuashiria ishara shinikizo la juu la damu kupanda, yaani pressure. Pili, kula chakula. njaa au upungufu wa sukari mwilini unaweza kusababisha maumivu ya kichwa. Tatu, ondoe vitu ambavyo vinaweza kusababisha maumivu kama vile harufu kali, mwanga mkali au kelele nyingi. Nne, pata usingizi wa kutosha. usingizi duni unaweza kusababisha kuongeza maumivu ya kichwa. Tano, tafuta msaada wa daktari. Ikiwa maumivu yanaendelea kwa siku kadhaa au ni makali sana, ni vyema kupata ushauri wa kitaalamu. Hizi ni njia sita za haraka za kupunguza maumivu ya kichwa bila dawa, pamoja na hatua za kuchukua ikiwa maumivu yanaendelea. Hakikisha unafuata mwongozo huu kila unapohisi dalili za maumivu ya kichwa. Tafadhali usisahau kusubscribe, ku like na kushare video hii kwa marafiki. Ulikuwa naye Daktari Leni Komba hadi